Karibu Akilify Media. Leo tunazama kwenye fumbo la kale linalozidi kuchochea akili za mamilioni duniani. Historia ya Anunaki zaidi ya miaka elfu tano iliyopita katika nchi ya Mesopotamia, Iraq ya leo, maandiko ya kale yaliandikwa kwenye vibao vya udongo kwa maandishi ya msumari ndani yake majina yasiyosahaulika yaliibuka: Anunaki. Anunaki waliaminika kuwa viumbe wa kimungu, wana wa miungu wakuu Anu na Ki, waliotoka mbinguni na kushuka duniani. Walihusishwa na uumbaji wa mwanadamu, hukumu ya wafu, na baadhi yao walitajwa kuwa walishuka duniani kwa kazi maalum. Lakini karne nyingi baadaye nadharia mpya zilitokea. Zakaria Sichin, mtafsiri wa maandiko ya kale, alitoa wazo la kushangaza kwamba Anunaki walikuwa viumbe wa kigeni kutoka sayari ya mbali Nibiru. Kwa mujibu wake, walikuja duniani kutafuta dhahabu na waliumba mwanadamu sisi, kwa kuchanganya dini yao na ya viumbe wa duniani, lengo lao kuu likiwa ni kupata watumwa wa kipekee kwa kazi yao ya kuchimba madini. Je, hii ni hadithi za kale tu au kuna chembe ya ukweli iliyofichwa katika maandiko hayo ya enzi za kale? Karibu kwenye safari ya ajabu kupitia historia, sayansi ya kale na nadharia za kisasa, hapa hapa Akilify Media. Usisahau kusubscribe, kubonyeza kengele na kutuambia kwenye comment, unaamini anunaki walikuwepo kweli? Ulikuwa nami Kevin John aka Don Yaga Papala information asante.